Waziri wa Maliasili na Utalii, Balozi dr Pindi Chana, ameagiza kuanza kwa matumizi ya teknolojia za kisasa katika kulinda maeneo yote yaliyohifadhiwa nchini. Ametoa agizo hilo jijini Dodoma, wakati wa kufungua Mkutano wa 33 wa Baraza la Wafanyakazi wa Wizara hiyo. rangers wetu wanapoenda kukabiliana na majangili, wakati mwingine tunapeleka rangers watano, majangili wanakuwa wana vifaa organized crime kwa hiyo rangers wetu wanaumizwa. Kwa hiyo wakati umefika wa kulinda kwa kutumia teknolojia, tuwe na drones, tuwe na CCTV camera, kiasi kwamba wanapoingia katika pore game controlled area, wanapoingia katika reserve, katika national park, unakuwa unamwona kwenye kompyuta. Aidha, waziri huyo ameelekeza wizara kuandaa taarifa ya uchambuzi wa kina kuhusu athari za wanyamapori wakali na wasumbufu wanaovamia makazi ya wananchi. Tunafanya nini kukabiliana na kuwalinda Watanzania? Pamoja na hili, nimesema na nitasema, ajenda ya wanyama wakali wanapotoka inapaswa kuwa ni ajenda ya serikali ya vijiji vyetu, inapaswa kuwa ni ajenda za halmashauri zetu. Hatusemi wao wakafukuze wanyama. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa wizara hiyo, kamishna wa polisi Benedict Wakulyamba, akiwasilisha taarifa ya ajenda za mkutano huo, ameeleza mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Katika mwaka wa fedha 2024/2025 jumla ya watumishi 110 pia wamepandishwa vyeo. Aidha, watumishi 58 wamekasimishwa kupandishwa vyeo hadi kufikia Juni 2025. Hakuna malalamiko. Miongoni mwa mafanikio hayo ni ongezeko la mapato ya sekta hadi kufikia dola bilioni 3.9. Fedha hizo zimechangia asilimia 30 ya fedha za kigeni na kuiweka Wizara ya Maliasili na Utalii katika nafasi ya kwanza kwa kuliingizia taifa mapato hayo. Benedict Msungu, Daily News Digital, Dodoma.